Tulikuwa na, tukiwa na Sharon, tulipanga mpango. Ai, tulipanga na Sharon tu, Caro ile kazi hakuwa kitutumia pesa. Kweli mimi sikuwa nampenda, lakini tutumie tu pesa, tukwa tukikula. Sharon, tangu, ndio kweli? Sharon yuko hapa karibu na, ndio kweli, njoo nikuja na yeye. Ndio kweli Sharon yuko, tulikuja naye, lakini tangu hiyo siku Ameniacha tangu yeye aliporudishwa tu vizuri yeye. Aliondoka na hadi leo hajaonekana hapa tena, hn kwa sababu aini aini wakati hata

Mliochea vitu zangu zote. Hakuna kitu nataka ubaki nayo yangu. Everything. Hey, leo, kivua ametu invite kwake yeye mwenyewe. E mm. Zii, acha tuone kama atakubali kutoa. Kwani nyumba ni ya nani? Sijui kama ni hizo zinaweza kuwa alibeba ama ni nini. Nimetafuta kila mahali kwa nyumba hapa sioni. Ni sema Sharon, Sharon tu ni anajua mali hizo vitu ziko. Nimetafuta kila mahali sizioni. Nalibeba hizo vitu lakini adhabu yangu itamfanya azirudishe hizo vitu. Aki arudishe tu, mimi sitamani tena kuniona. Kwa hivyo yeye hana anything to do with them. Mimi mimi, si naomba tu msamaha na Sharon mtafute tu mini yote, mtafute Sharon na arudishe kama ni vitu za Caro amrudishie. Mimi sitaki tena kurudi kwa ile hali tena, unajua, ni Sharon anaweza kuwa amejificha, tunaweza mtafute tu, lakini siwezi kujua bali, unajua, uh, Sharon lazima mali yuko na, nitamwendea saa hii, mali yuko na dhambi yangu itafanya alirudishe hizo vitu, sio zitarudi. Adhabu gani tena utamfanya aje? tena Sharon wangu kweli nguvu zake oh. Lakini hata kama Caro atachukua vitu zake, lakini bado nampenda Sharon asim Mufajile, nasikia anasema adhabu yake niakinaomba tena, msimfanyie kitu yale, yale mambo ambayo mimi nimeyaona kwa hizi siku chache sitaki tena kuyarudia, na Sharon apitie shida yote. Kama ni kwenda tutatafuta hizo vitu naturudishe, lakini Sharon kamejificha haraka haraka tu ni adhabu gani kwanza? harusi ishtuke kwanza. ni adhabu gani daktari? ni adhabu nitanyamaza. Psh. lakini ningeomba tu nijue ni adhabu gani. Rudi, sawa. Ni sawa, lakini sawa, lakini ni ni Sharon nampenda, sawa, lakini msimfanyie kitu chochote kibaya tafadhali.